Usiogope. We nani? Umetoka wapi? Maana ukuawajegi wanaume hapa. Ndipo makazi yangu, na kila anayekuja hapa maji usimulia, moyo wako unaonyesha ni mtu mzuri sana kwangu, kwa hiyo naomba usiogope, sitakuzuru sawa Nasra. Umelijuaje jina langu? Naomba uendelee kuchota maji. Mama, mwanangu, hivi kwa nini kule mtoni wanakataza kwenda mchana hasa jua kali? Kule mto una siri nzito mwanangu. Anayekwenda kuchota maji pale harudi mchana jua kali mwanangu. Wazee wa zamani ndo wanajua siri hiyo kwa sababu aliyekwenda kule mtoni asiporudi, wanaofuatilia hawaoni hata maiti zao. nachasemekana kule mtoni hakufai kwenda mchana jua kali. Usiende kuchota maji mchana jua kali, utarudi mwanangu, utanika kwenye wasiwasi. Unanona mamako hali yangu Mama, nimekuelewa. Hivi mama, hivyo vitu vya ajabu ambavyo ninavizungumzia waga vinaonekana hayo? mm. Ni siri nzito mwanako, sina muda wa sasa kukuelezea mpaka nipate muda mzuri nitakuelezea. Kalete maji mm.

wa kukupenda, na hata ninavyoumia ni kwa ajili yako. Chichi, naomba nielewe, nisema ngapi mimi nakupenda Chichi? Kado, mapenzi ni hisia, na mimi wala sina hisia na wewe, ila unatakiwa ufanye kazi ya ziada ili niweze kukupenda na niwe hisia na wewe pia. alafu huu uliofanya ni utovu wa nidhamu, ni mara kumbe usingenisubiria mtoni au sehemu nyingine tofauti na hapa nyumbani hivi hata dada zako pia wanafatwa na wanaume nyumbani? Umenikosea, naomba nisamehe sana tena sana kama nimekuja nyumbani kwenu pasipokuwa ruksa yako, lakini jua nimepelekeshwa tunahisia. Shikamoo. Marahaba. Chichi, mama. Ni nani kijana? ni rafiki yangu. Rafiki yako mbona? Na mimi tuwa ni wasi wasi tu. Ameondoka, alikuwa na wasiwasi tu na kulala tu mama. Mimi hapana, ndo malezi nilokulea mama? Hapana. <coughs> mama. Mama unadiriki kuniletea wanaume mpaka nyumbani sasa hivi, nisamii mama. Sasa sikiliza, nikwambie kuna siku nitakuja kumwagia kijana mtu maji ya moto. kijiji kizima hapa kinioni mimi sina akili vizuri. Sijui umenielewa? Ndio. Asla, naona umekuja kwa mara nyingine tena. Kwani wewe ni nani? Naitwa Msafa, ni kiumbe ninayesafiri masafa ya mbali. Kwani wewe unaishi wapi, na unakula nini? una na una hawa wapi? Naishi ulimwenguni, nasla Wee unaonyesha ni binadamu mwenye moyo safi sana, usijali, natoa hofu, uko chini ya himaya yangu. Sijui kwa nini moyo wangu, unajua hatari yako, lakini bado si sasa hatari kwako. Moyo wako unaonyesha ni mtu mzuri sana kwangu, uko chini ya himaya yangu, niko tayari kukulinda, na hizi zote unazoziona hapa ni mali zangu. Naomba utoe wasiwasi na usiwe na mashaka. Nakupa onyo, usiwe unakuja muda kama huu na binadamu. Wewe unakuja peke yako. Mimi peke yangu ndio. Na kwa nini sije na watu wengine? Nawachukia sana binadamu. Kwa nini unachukia binadamu? Kwa nini sio binadamu? Unaonekana ni mtu mwenye maswali mengi sana, unataka kunifahamu? Nikutoe shaka, uko chini ima ya himaya yangu sawa. Nasa mto unanong'ona siri zangu, kila wimbi likigusa moyo wangu, Msafa Musafa ni hatari sana, kwa Musafa, lakini bado si hisi hatari kwako, kwa Musafa Pikwema kwema, bibi kwema. Niliposimama naye pale mama yako akaja nini huku nyuma. <laughs> Alikasirika sana alinigombeza mpaka nikalia. Hata hii asubuhi bado ameendelea kunisema tu se <sighs> Pole sana, sikutaka kuletea shida nyumbani kwenu, ila nitaka nije nikuone tu. Sikiliza nikwambie, Kado nimeshakwambia tayari kuwa anatarajia kuolewa na hicho kitu. Mama amekaza na hapa ninaposema anamtafuta kungu. Sasa maamuzi ni yako. Maamuzi gani a unaongelea hapa? Unajua siku hizi umekuwa mgumu sana kwangu. Mimi anayepambana hapa juu ya hali yangu ni mimi hapa ya peke yangu, alafu nazungumza habari ya maamuzi tena? Kado, nimekwambia natarajia kuolewa na sikumaanisha kuwa nataka kukimbia, halafu hicho kitu. Mimi nimekwambia toka mwanzo, ila kama unanipenda kweli, basi unaweza kupindua meza. Ni meza gani unazungumza hapa? Usipochukua hatua sasa, basi utanikosa milele. Laiti mapenzi yangekuwa yanaumiza figo, basi zingepokezana maumivu chio kwa hili pigo.

Habari yako? Safi, kwema. maana mm -hmm. Kama una hofu asili ya mtu aliyetoka kukimbizwa. Amna, mi niko sawa. Nilipita kukusalimia tu, maana ni muda toka nimekuona, nikana nipitia hapa kwanza kunda miende nyumbani. Umetoka mtoni? Nakupa hapo Usio nakuja muda kama huu na binadamu hu, unakuja peke yako? Nimetoka kwa rafikia Sauda, nilienda kwa zima maja ya kutumia, maana nyumbani hakuna tatu namoja. Kuwa makini, maana nikajua umetoka mtoni. Huu muda sio wa kwenda mtoni, unaelewa? Fika kabisa Sawa basi, haina shida. Sasa jioni basi pitia. Sawa, wacha niwaishi kwanza maji. Karibu, napika haya. Uh, asante <muchasana>

Sawa. Eh, tuyazungumze, mzee Ramadhani ajue, tusikae tukanyamaza. Sawa sawa. Hilo ni shari mbaya itabidi twende kwa mzee Ramadhani. Ajue. Aya, ajue ajue jinsi ya kufanya. Sawa. Mzee yumo. Sawa. Vile kofia upande yumo. Hilo sio jambo la kulinyamaza. Sio la kunyamaza hiyo. Inabidi twende kwa mzee. Kwa mzee Ramadhani, kwa mkubwa wetu tukamaambie ako unaonyesha ni mtu mzuri sana kwangu. Uko chini ni mali yangu, niko tayari kukulinda na hizi zote unazoziona hapa ni mali zangu. kwa unaomba utoe wasiwasi na usio na mashaka, na kupa onyo usio nakuja muda kama huu na binadamu, uwe unakuja peke yako. Hivi ni kweli nina moyo mzuri kuliko watu wengine? Na kama ni kweli, kwa nini Msafa hapendi binadamu wengine? Ina maana hawana moyo mzuri kama wangu? Kesho nitaenda mapema ili nijue kwa nini hapendi binadamu wengine, na ikiwezekana, nitamwambia anipeleke sehemu anayoishi ili nimjue zaidi. "Mto unanong'ona siri zangu, kila wimbi likigusa moyo wangu. Msafa ni hatari sana kwangu, lakini bado sihisi hatari kwako, Msafa.